Ita inatunzwa na askofu mwenyewe au kansela wa jimbo, na ndiyo maana inaonekana vizuri kulijenga katika mazingira haya ya nyumba ya baba askofu, tena ndani kabisa ya uzio, kwa sababu kadi ya sheria za kanisa inabidi kuwa jengo lililolindwa kwa umakini mkubwa sana kwa sababu ya unyeti wa nyaraka zitakazotunzwa ndani mwake. Basi sasa tutabariki eneo hili Halafu baada ya kubariki eneo hili, tutabariki jiwe la msingi ambalo tayari limeandaliwa. Wakati wote tuwabariki na mafundi ili kazi hii ianze kwa usimamizi wa Mungu. Yeye mwenyewe endelee kulisimamia na kuongoza kazi hii na kuikamilisha. Katika yeye, tuombe. E Mungu mwenyezi uliye asiri ya baraka zote, tunakuomba ubariki eneo hili la ujenzi, ili ujenzi utakaofanyika hapa kwa kadiri unavyotaka wewe na utavyotuongoza uweze kufaa kwa ajili ya kujenga makavazi, yani archive ya jimbo, kwa sababu na nia mahususi ya kutunza mapito ya Kristo wewe uliyeifanya mtu kafanya hija hapa duniani ili sisi kupitia historia ya ukombozi wetu tuweze kufuata nyayo zako, tukikumbuka na kuhifadhi kwa makini yale yote uliyafunua kwetu kwa njia ya watangulizi wetu wa huko nyuma na kwa njia ya kila mmoja ambaye anaweka umakini. Amen. Amen. Msaada wetu huu katika jina la Bwana aliyeumba mbingu na dunia. Bwana awe nanyi na awe roho ni mwako. Tuombe. Ee hey Bwana Mungu Mwenyezi, tunakuomba Ulibariki jiwe hili la msingi ili wale watakaokaa, watakaofika watakaokuja kusoma na kutafuta na kutafakari juu ya maisha na historia ya jimbo letu, kiroho na kimwili, wawe na nguvu ya kushinda kila ovu wawe na unyenyekevu, wema na upole, washike amri zako, wakushukuru wewe Mungu Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Na baraka hii ikae katika jengo hili itakalojengwa hapa, na kwa wale watakaolitumia uwakisari na kufanya utafiti na kujikumbusha juu ya wema wako uliojidhihirisha na kufunuliwa kwetu kupitia mapito ya Kristo Bwana wetu. Amen. Kwa ah, jina la Kristo Bwana wetu. Amen. Amen. Amen. Tuombe. Ee Mungu Mwenyezi, tunakuomba wabariki mafundi hawa na wale watakaofika kuwasaidia pamoja na vifaa hivi watakavyovitumia. Uangazie kwa mwanga wa roho wako, mwanga wa upendo, roho wa upendo na uaminifu washukie wawe waaminifu katika kufanya kazi hii wakitumia vizuri vifaa watakavyokabidhiwa, kuvilinda na kuvitunza, na vinavyobaki kuvirudisha stok. <laughs> Ufute katika mioyo yao roho ya kujichukulia chochote, lakini wajenge jengo hili kwa uaminifu na ustadi mkubwa sana, kadiri ya uzoefu wao, ili jengo hili liweze kuonesha utukufu wako ambao uliufunua kwetu kwa njia wa wa ya Kristo Bwana wetu. Uwalinde mafundi hawa wasihudhurike wawapo kazini, uwalinde wasipate ajali yoyote, waweze kufanya kazi katika usalama, ili baada ya kazi hii nzuri <coughs> wao pamoja na sisi sote tuendelee kukusifu na kukutukuza, ili kwa sisi nasi tupate wokovu kwa njia ya Kristo Bwana wetu Amen. Amen. Tupande wa kume, haleluya.

sana kwa kuja kusali pamoja na kwa ajili ya baraka hii. Sasa tunaomba tuendelee kuweka ujenzi huu katika sala zetu ili kama tulivyoomba umoja, tukutanike hapa kwa ajili ya kuzindua. Tunawatakia kila la heri mafundi, Mwenyezi Mungu awatangulie katika kazi hii. Amen. Tunashukuru Baba Mkurugenzi ambaye atakuwa kati ya wasimamizi wakubwa wa kazi hii ya ujenzi pamoja na wenyeji. Baba Askofu <coughs> yuko safari, hayupo lakini, ndiye msimamizi mkuu wa shughuli zote hizi na tunamshukuru, amepambana kwa ajili ya kupata fedha za kuanzia ujenzi huu. Hivyo tunaendelea kualika watu wote wenye mapenzi mema kuiunga hii kazi mkono, ili tupate fedha za kutosha kamilisha kazi walau. Kwa sasa tunazo fedha za kuanza ujenzi mpaka hatua fulani, na ndio maana tumemwambia na mafundi, vifaa wanavyovipata wavitumie vizuri, ili tuone kama tutasogeza mbali. Kwa hiyo, baba askofu, pamoja na kutokepo kwake, anashukuru wafadhili wote waliotoa kidogo kwa ajili ya kuanza ujenzi, lakini anaendelea kutukaribisha sote, mwenye kingi na kidogo, eh naiweza kuja kusapoti, basi tunamkaribisha sana ili kazi hii ya kujenga makavazi archive hii iweze kukamilika. Basi sasa tupate baraka tuweze kuendelea na shughuli nyingine. Bwana awe nanyi, Mwenyezi Mungu awabariki na kuwalinda, Baba na Mwana, Amen. Amen. Na Roho Mtakatifu, nendeni na amani. Tumshukuru. Asante sana.

wa wafuatiliaji wa ukurasa wetu wa Facebook, tumekuwa katika eneo la makazi ya Baba Askofu wa jimbo Katoliki la Bukoba kwa zoezi mahususi, zoezi maalum la kubariki eneo na jiwe la msingi ambapo itajengwa makavazi au archive ya jimbo kama ilivyoelezwa mwanzoni Makavazi kadiri ya sheria, kanuni za kanisa, sheria namba 482 mpaka 490, inaelezwa kwamba katika sehemu jimbo Maria iwepo mahali maalum ambapo yanahifadhiwa nyaraka za mambo ya kiroho, mambo ya kidunia, kama ambavyo imeelezwa mapito ya Kristo tangu eneo la lilipo anzishwa na mpaka kisa anapokuja. Hivyo basi eneo hili litaendelea kuwa ni sehemu muhimu kaniweza baba vika ya watu kufika kadiri ya ruhusa maalum, basi kuweza kuonja hayo mapito ya Kristo ya uinjilishaji katika eneo letu hili la Bukoba, na hivyo tukaribishe tena, kaivyoelezwa, basi kuunga juhudi mkono wa shughuli hizi zote na hatimaye jengo likamilike hili ambalo tunaitwa ni archive makavazi, ambapo itahifadhiwa mapito ya Kristo katika maana ya mambo ya kiroho, mambo ya kidunia ambapo utamaduni wa eneo hili tumepitia mpaka sasa. Tukutakie ufuatiliaji mwema wa vipindi vinavyoendelea na mambo mengine mengi mazuri ambayo unayapata kupitia ukurasa wetu wa Facebook na mitandao yetu mingine ya kijamii. Tumsifu Yesu Kristo.